Ndugu wa Islamu, tunamalizia leo insha Allahu tabaraka wa taala masala ya kafara ya mtu ambaye amefanya kitendo cha ndoa na akaiharibu siyamu yake katika mchana wa Ramadhani. Kafara hii ina mambo matatu yaliyopangwa kwa mpango. Jambo la kwanza ni kuwacha huru mtumwa, na ikiwa litashindikana hilo basi mtu atafanya linalofuata ambalo ni funga miezi mfululizo na likishindikana hilo, basi atalisha maskini sitini. Tumelifafanua jambo la kuwacha huru mtumwa na sharti la mtumwa huyo na kadhalika, walillahi alhamd. Tukazungumzia kuhusiana na hii miezi miwili mfululizo, vipi inahesabika miezi miwili hiyo na nini maana ya neno mfululizo na lina maelezo gani ya maulama. Hivi sasa tunaingia katika jambo la tatu katika hii kafara, nalo ni jambo la itaamu 60 waliisha maskini 60. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia yule mtu ambaye alifanya kosa hilo la kufanya kitendo cha ndoa, baada ya kusema yule mtu kwamba yeye hawezi kuacha huru mtumwa wala hawezi kufunga miezi miwili mfululizo, akamwambia hal tastatiu an tut'ima 60 miskina, yeye unaweza kulisha maskini 60? Akasema, la, na hilo siliwezi. Hapa katika hadithi tunaona kwamba mtume alaihi salatu wassalam kamtajia idadi tu ya maskini, lakini hakumtajia kiwango cha kupewa kila mmoja katika hao maskini. Ni tofauti kabisa na ile kafaratul fidya au fidyatul adha fidya ambayo mtu anaifanya ikiwa amefanya jambo mojawapo katika ile miko ya kuhirimia. Mtu akishahirimia hija huwa anakatazwa kufanya mambo kadha wa kadha likiwemo jambo la kukata nywele katika wakati ule wa ihram. Sasa bwana Ka'b ibn Ujra alinyoa nywele zake wakati humo ndani ya umra, akawa ametenda kosa hilo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwainishia idadi ya maskini na kiwango cha kulisha maskini hao, akamwambia atim sitata masakin kulli miskin nisfu sa', lisha maskini sita na kila maskini umpe nusu pishi. Na hii ni hadithi mutafaqun alayhi. Katika jambo hili la fidia hii fidyat ladha katajiwa huyu bwana Ka'ab ibn Ujrah, idadi ya maskini na kiwango cha kupewa kila mmoja kati ya maskini hao. Lakini katika kafara ya kitendo cha ndoa mchana wa Ramadhan, mtume alayhi ssalatu wassalam alimtajia yule bwana idadi ya maskini bila ya kumtajia kiwango anachostahiki kupewa kila maskini, na kwa sababu mtume hajataja jambo hilo likapelekea ikhtilafu ya wanavyuoni rahmatullahi alayhi wengine wakaona kwamba kila maskini apewe kibaba na wengine wakaona kila maskini apewe nusu pishi. Waliosema kwamba apewe nusu pishi wakaona kwamba hadithi ya Ka'ab ibn Ujrah itafanya kazi katika kila kafara ambayo hakikuainishwa kiwango cha chakula ambacho anastahili kupewa mtu katika jambo la fidia au kafara. Kwa hiyo wao wanaona kwamba al-kaffaratul mutlaqa tuhmalu ala maqayadahu hadithu Ka'ab. Kafara zote ambazo zimeachiwa basi hizo zitabebwa juu ya hadithi hii. Wakasema na kafara katika kitendo cha ndoa mchana wa, wa Ramadhan imekuja mutlak, wametajwa tu maskini idadi yao wawe 60, lakini kile kiwango chenyewe kimekuja ni mutlak, kimeachiwa, hakijatajwa. Hakutaja Mtume sallallahu alaihi wasallam aina ya chakula wala kiwango cha chakula. Kwa hiyo baadhi ya maulama wanaona kwamba al-itlaqatu fil kaffarat, zinapokuja kauli za kuachia tu katika kafarat, basi kafara za namna hiyo zibebwe juu ya hadithi ya Kabi ibn Ujrah, na ndipo waliposema kwamba inatakiwa ina, ina, ina, itolewe nusu pishi. Ingawaje tena wengine wakatofautisha kwamba ikiwa ni aina nzuri ya ngano ya al-bur, hii itafaa kuwa ni kibaba tu, ambacho ni robo pishi, ambapo vyakula vingine vitakuwa ni nusu pishi baadhi ya maulama wengine, kwa mfano katika madhhabi ya Shafi'ia, ukiangalia katika kifayatul akhyar, kitabu hicho kinaeleza na vinginevyo katika vitabu vinaeleza kwamba ni kibaba hicho hicho, ni kibaba ndicho kinachotolewa. Kwa hiyo kila maskini atapewa kibaba, na kibaba kimoja huwa ni robo pishi, kwa sababu pishi ni vibaba vinne. Ujazo wa vibaba vinne ndio sawasawa na pishi moja. Kwa hiyo kama kitatolewa kibaba basi itakuwa kimetosha ikiwa amemilikishwa maskini huyu chakula kibichi. Ingawaje baadhi ya ulama kwa mfano Sheikh Ibn Uthaymeen anaona kwamba ukimpa maskini chakula katika zile kafarata ambazo zimesema kitolewe chakula, basi isiwe ni mchele mtupu, bali iwe na ma yutadamu bihi, kile kitu cha kutoelea, kwa sababu tumezoea sisi neno chakula huwa ni mjumuiko wa chakula na kitoeleo chake, hakiwi kwa mfano wali mweupe pepe na ikawa haukuchanganywa na mchuzi au maharage au kitoweo kama cha nyama na samaki na mfano wake. Lakini ukimlisha chakula ambacho kimeshapikwa, maana yake kwamba tayari kitakuwa kimejikamilisha kile chakula. Kwa hiyo kibaba mbele ya baadhi ya wanavyoni rahmatullahi alayhim, wanaona na hii hadithi hii ambayo wamepokea Sheikhan juu ya huyu mtu ambaye alifanya kitendo cha ndoa, imekuja katika hadithi hiyo kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alimpa arakun fihi tamr alimpa arak, yule bwana ambapo ndani yake mnatende, na alarak wanasema ni kichombo kikubwa kuliko almiktal, kuliko kikapu cha kawaida, kwa hiyo mithili ya kapu kubwa. Na hii ni riwaya abi Daud. Hadithi ya Bukhari na Muslim imetaja tu tukio la huyu bwana kwamba alipewa tende ambazo mtume sallallahu alayhi wasallam aliletewa na kwamba alimpa arak. Hadithi ya Bukhari na Muslim imetaja arak lakini riwaya abi Daud imekuja araq hiyo, ndani yake mnatende kadra 15 5 sa'an, kiwango cha tende hicho kilikuwa ni 15 kumi na tano, kumi na tano. Sasa riwabi Daudi imefungua kwamba kumbe araq hiyo, kapu hilo kubwa lilikuwa ndani yake linatende pishi na pishi kumi na tano hizi yule bwana alipopewa atoe sadaka, na mbele ya baadhi ya maulama wanaona kwamba ndio alitakiwa atoe kafara. Sasa wanasema pishi 15 kwa maskini. Hii ina maana kwamba kila mmoja kibaba pishi moja kwa watu wanne; kwa pishi kumi na tano, zitakuwa sawa sawa kwa maskini kila mmoja ni kibaba. Na Imam al-Baihaqi anasema riwaya hii ni sahihi zaidi iliyotaja kwamba ndani ya araq hiyo palikuwa na pishi 15 kuliko riwaya iliyosema kwamba ndani yake palikuwa na pishi tofauti. Ya riwayati hizi ipo, lakini al-Baihaqi rahmatullahi alayhi anaona kwamba riwaya ya Abi Dawudi iliyotaja pishi 15 ina nguvu zaidi. Wa ala kulli hal, kumekuwa na ikhtilafu ya wanavyoni juu ya kiwango ambacho anapewa maskini. Kwa hiyo tukimpa kibaba kila maskini mmoja, hayo ndiyo madhhab ya kwetu ya Shafiiya rahmatullahi ala sahibi almadhhab wa ala shafiiyati umuman. Lakini sasa kama itakuwa ni kusema kwamba yule bwana alipopewa pishi 15 zitakiwa ndiwe ziwe kafara na ulishaji, hapo ndipo pana utata sasa kwamba imekuwaje mbona sasa kafara hiyo imeenda nyumbani na ndio maana baadhi ya ulama wakaona kwamba alichopewa yule bwana kilikuwa ni sadaka na sio kafara na ndio ikaja kauli ya kusema kwamba ikiwa mtume kaachia tu chakula na hakutaja kiwango basi tuchukue kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mtu apewe chakula cha kumshibisha na huo ndio mpito wa Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayh na masala za chakula zinapokuja katika kafara au hata katika zakatul fitri huwa pana migawiko mitatu hapo, baina ya chakula na mlisho wa chakula kile, katika sheria kuna vigawiko vitatu au namna tatu. Namna ya kwanza, ma qudira fiha ataam duna lmut'im, ni masala ambayo ndani yake chakula kimetajwa kiwango chake lakini duna almutaam bila kutajwa walishwa wawe na idadi gani. Kwa hiyo kiwango tumejua katika chakula, lakini hajua idadi ya walishwa, wala sheria haijataja hilo, yani sheria imeachia. Kwa hiyo kiwango cha chakula kimetajwa, lakini kiwango cha idadi ya wataopewa chakula hicho haijataja. Masala ya pili, ma qudira fiha almutaam duna taam, ni zile kesi ambazo ndani yake wametajwa watu idadi yao ya kupewa chakula hicho au maskini, lakini kiwango cha chakula kijatajwa. Kwa hiyo ni masala iliyo kinyume na ya mwanzo. Masala ya tatu ma kudira fiha taamu wal mutaam ni ile masala ambayo ndani yake chakula kimetajwa kiwango na mlishwa pia naye idadi yake ikatajwa. Tuje katika masala ya mwanzo, chakula kimetajwa kiwango, lakini walishwa hawajatajwa idadi yao. Mfano yake kama ni zakatul fitr, zakatul fitri inavyotakiwa kwa kila kichwa au kwa kila memba katika memba wa familia itoke pishi kwa niaba ya huyu memba huyu, kupatiwa maskini. Wakati mwingine mtu anaishi peke yake atatoa pishi moja, lakini je, pishi moja hii apewe maskini mmoja au wawili au watatu? Hapo sheria imeachia mpaka ulama wakasema, pishi moja inaweza ikagawiwa kwa maskini zaidi ya mmoja, na pishi zaidi ya moja anaweza akapewa maskini mmoja. Kwa hiyo si vibaya kuja kumpa maskini ambaye kashapewa na mwenzio pishi moja ya zakatul fitr na ukaja ukampa huyo, muhimu awe ana wasfu wa kuitwa maskini au fakir. Ingawaje bora zaidi ni kwamba kumpatia asiyepewa bado, lakini kujuzu inajuzu, kwa sababu sheria haijataja idadi ya wapewa, imetaja kiwango kinachotolewa cha chakula. Mfano wa masala ya pili ambayo ndani yake walishwa wametajwa idadi yao, lakini chakula hakijatajwa kiwango chake, ni hii masala yetu ya kafara ya kafara kulisha maskini haijatajwa kiwango gani apewe huyo. Katika hadithi haijatajwa kwa uwazi, kwa sababu tumeona chakula alichopewa yule bwana akaambiwa awalishe familia yake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kumpa yule bwana alishe familia ni jambo la kawaida. Tunatambua kwamba familia ya mtu haifiki watu 60 mara nyingi itakuwa ni yeye na, mke, na mkewe na wanawe wachache, na kwa sababu aghlab familia haifiki watu sitini. Lao, ingekuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikusudia ile iwe ni kafara na ni watu sitini, ingetaka kuhakiki, kwa sababu ni kinyume cha kawaida familia ya mtu na mkewe na wanawe kufika watu sitini. Na ndio maana wengine wakasema ni, ni jambo geni kuja kusema kwamba yule bwana alipewa kile chakula kiwe ni kafara. Isitoshe ni kwamba kawaida ni kwamba kafara haiji katika maslahi ya yule yule mukafir mtoa kafara, kama ilivyokuwa zakaa, hajipi mtu mwenyewe, na hata mdaiwa hatoi zaka yake juu ya deni lake, akasema kwa sababu nadaiwa, basi aa, zaka yangu nitaangalia kiwango gani na deni nalodaiwa kiasi gani, kwa hiyo nitatoa juu ya deni langu. Hapana, kwa sababu alinsanu la yakunu masrifan lizakatihi, mtu hawi yeye mwenyewe ndiyo mahala pa kuipeleka zaka yake, yani zaka ya mtu akaipeleka kwake yeye mwenyewe binafsi, haiwi hivyo. Kwa hiyo ndio maana inaelezwa kwamba hili jambo lilotokezea kwa sahaba huyu <coughs> ni kwamba kapewa sadaka iwe kwa watu wake wa nyumbani kwa, kwa bado tutabakia kwamba hadithi haikutaja kwa uwazi kila mtu apewe kiwango gani, na ndio maana basi, kama utachukua maskini sitini ukawalisha cha kuwashibisha lishatosha hilo, hata ikawa kila mmoja kala chini ya kiwango cha kibaba, au kiwapa chakula kibichi kikawa kimefika kuwashibisha akijamia kibaba, mbele ya kauli hii ya kusema kwamba hakujanishwa uh, basi ni jambo ambalo linakubaliana na dhahiri ya hadithi, lakini anayetaka usalama atoe kibaba, atazidi kuwa amejivua katika ikhtilafu ya wanavyoni, au awalishe chakula kilichopikwa cha kuashibisha. Na anayetoa nusu shi kwa kuchukua msimamo wa baadhi ya wanavyoni, na kwamba aa, kafara ikiwa haijaainishwa kiwango, basi itabebwa juu ya hadithi ya Ka'b ibn Ujra, na huo ni mpito wa wanavyoni wengine pia, rahmatullahi alayhi. Mas'ala ya tatu, ni mas'ala ambayo kudira fiha ta'amu wal mut'am masala ambayo chakula kimetajwa kiwango chake na walishwa pia idadi yao, ndio kama hiyo fidyatul adha iliyomtokezea huyu Ka'ab ibn Ujra aliambiwa, lisha maskini sita kila maskini nusu pia. Kwa hiyo tumepata aina tatu hizo za mambo ya ulishaji katika mambo ya fidia au kafara au jambo la zakatul fitr. Kuna masala ambayo chakula kimetajwa kiwango lakini walishwa hawajatajwa kama katika zakatul fitr, haikutajwa idadi gani. Na masala ya pili uh, wametajwa wa walishwa wawe wangapi lakini chakula chenyewe hakijatajwa kiwango chake kama katika mas'ala tuliyonayo. Hali kadhalika kafaratul yamin. Kafaratul yamin ni kafara tuli ambayo ndani yake katika mambo yaliyotajwa mule katika kafara ni kulisha maskini kumi, lakini haijatajwa kila mmoja apewe kiwango gani. Na mas'ala ya tatu ni mas'ala ya kulisha maskini sita, kila mmoja nusu chi, na hiyo ni mas'ala ya fidyatul adha. Al-Quran haijataja, imekuja fa fidyatun min siyamin au sadaqatin au nusuk katika kitendo cha mtu kufanya mwiko katika miko ya ihram kama kunyoa nywele wakati yeye bado ni muhrim na hajamaliza ibada. Imetaja tu kwamba itolewe fidia. Fidia yenyewe itakuwa siama au sadaqa au nusuk, likaja neno sadaqa. Lakini sasa hadithi ya Ka'ab ndio imekuja bainisha kwa wazi, na kawaida hadithi na iweka wazi Alquranul Karim. Kwa hiyo tukao tushafaidika kujua kwamba kumbe masikini sita. Sasa linakuja suala, je, mtu kashindwa na mambo yote ya kafara hii kafara ya kitendo cha ndoa maskini ndo hayupo zama zetu na, samahani mtumwa hayupo zama zetu, limebakia jambo la kufunga miezi miwili mfululizo na kulisha maskini si sasa. Na haya mawili pia, mtu kama hayawezi, ni kwamba kafara inadondoka kwa dalili ya aya, Allah azza wa jalla anasema la yukallifu Allahu nafsi illa usaaha, Allah haikalifishi nafsi ila kwa mujibu wa uwezo wake. Hiyo ni aya saba ya suratu Talaq na huyu mtu ambaye amekosa cha kukitoa katika kafara, toba imo katika uwezo wake, ataleta toba hiyo siku atakuja ilipa, lakini kafara ya mambo yote matatu haiwezi. Na Allah anajua yupi hawezi, na asiyeweza naye mwenyewe anajijua kwamba hawezi. Huyu akijijua mtu ana udhuru huu, basi atabakiwa na tauba juu ya kosa alilofanya na kuja kuilipa hiyo siku, lakini kafara imedondoka, kwa sababu aya saba ya Talak inatuambia la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, na aya 16 ya At-Taghabun inatuambia fattaqullaha mastata'tum, yaani Allah kadiri mwezavyo. Kwa hiyo jambo la kumcha Allah linaenda kwa mujibu, na iko formula ya kisheria, qaidatun shar'ia inasema, la wajiba ma al ajz, hakuna wajibu ikiwa pana kushindwa. Mtu akiwa ameshashindwa wajibu huo unakuwa sio wajibu tena, na mtu atakuwa amesamehe. Akiuliza mtu, je, kwamba mtu huyu mbele kaja akatajirika, Allahu azza wa jalla kaja akampa uweza huko mbeleni, na anaweza kufanya kafara sasa vipi atakuja toa kafara baada ya miaka kumi ishirini, ikiwa aliteleza miaka kumi ishirini nyuma mbele kaja akapata uwezo. Uh, jawabu ni kwamba haimlazimu kafara, kwa sababu ndio ishadondoka pale alipokuwa hana uwezo, kwa wakati ule imeshadondoka, kama ambavyo fakiri ambaye hana uwezo hana sababu ya kutoa zaka, kwa sababu hana mali iliyotimia nisabu. Mtu huyu hadaiwi na zaka katika miaka ya nyuma, hata kama amekuja kuwa ni multimillionaire, hata kama amefikia level ya utajiri kwamba anaweza kutoa zaka tokea alipoanza kuwa mkubwa na akawa majukumu ya sheria yamemwandama, lakini jukumu hili la zaka hatoambiwa alitendee kazi tokea alipobaleghi, kwa sababu ile sababu ya wujubi haipo. Na hapa sababu wujubil kafara ni uwezo, kwa sababu ya kuwajibika haipo, imedondoka kafara. Akaja akatajirika uko mbele, hadaiwi tena na kafara, kama ambavyo mtu haambiwi alipe zaka za miaka iliyopita tokea alipokuwa maskini, haambiwi hivyo. Ama dalili ya sunna ni kwamba huyu mtu aliposema siwezi mimi, mtume sallallahu alaihi wasallam hakumpa kauli akamwambia afa imma tastata, hakumwambia basi lisha, utakapokuja utakapokuja au itendee kazi kafara hii kuja uweza, hakumpa kauli hiyo. Ilisadifia tu yule bwana akakaa pale, mtume sallallahu alaihi wasallam akaletewa hizo tende, ndio akamwambia chukua atoa sadaka. Na kama tulivyosema, baadhi ulama wanasema ile haikuwa kafara, bali ikaipeleka nyumbani kwake, na kafara ilikuwa ishamdondokea yule bwana maana alipoambiwa toa toa sadaka iwe kama uh, nikafa, sadaka kwa wengine kafara. Akasema kuna nyumba iliyokuwa na unyonge zaidi kuliko yangu katika mji huu wa Madina. Basi mtume akacheka mpaka meno yake yakadhihiri, alayhi salatu wasalam, na alafu akaambia basi alisha familia yako. Lakini hata tukisema kwamba ile ilikuwa ni kafara, ingawaje iko mbali kuwa kafara, yenyewe imeenda kwenye familia familia isiofika watu sitini. Na kutakuwa na vikwazo tofauti vya kusema ile kafara, kwamba vipi kafara ya mtu inaenda katika nafsi yake na familia yake, halafu vipi iwe familia yenyewe kawaida haifiki watu sitini, na mtume hakudadisi. Lakini tukisema hata kama ni kafara, tutasema kwamba pale aliambiwa atoe kafara, kwa sababu bado yuko kwenye kile kikao. Kwa hiyo isiwe ni hoja ya kwamba mbona kama mnasema kafara imedondoka, yule mtu hakuwa na uwezo, lakini baadaye mtume alimwambia atoe kafara, tutasema kwamba bado alikuwa katika al-majlis na kawaida mtu anapokuwa katika majlis hajaachana na yule mwenziwe ambao waliokuwa wakizungumza au wakiamiliana nao, akiamiliana naye, bado hukumu ya al-majlis itakuwa ina nguvu. Kwa mfano, mtu kanunua kitu kwa mtu na akatumia neno ishtaraitu na yule akamwambia bitu, lakini kama watakuwa wako katika kikao kile kile kimoja, hawajaachana bado kuna nafasi ya kuweza kughairi, kwa sababu ipo katika sheria khiyarul majlis, khiyari iliyosababishwa na kuwa bado wapo kwenye kikao na hawajaachana hawa. Kwa hiyo inamaanisha kwamba kikao kinabebesha hukumu bado, na kwamba hukumu la yazalu mustashab hata hukumu ya wanaotaka kuuziana ya bara'atu dhimma, kwamba kila mmoja jukumu lake halijashughulishwa na mauzo yale, na kwamba bado fursa ya kughairi ipo. Hukumu ile lazala la mustashaban inaendelezwa na inasuhubiwa. Kwa hiyo yu, na yule bwana bado yuko kwenye kikao kile kile, hajaondoka. Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilipotokea ile mali ya tende, akampatia yule bwana ama tukisema kauli yenye nguvu kwamba ile ilikuwa ni sadaka tu ya kupeleka nyumbani na sio kafara, kwa sababu kafara ya mtu haimwendei yeye mwenyewe na familia yake. Hali kadhalika ni kwamba si kawaida familia y kufika watu 60 wala mtume hajadadisi. Kwa hiyo inaonekana kwamba mtume ikachukua ile ile hali ya kawaida kwamba hii ni sadaka na sio kafara. Kwa hiyo kwa hakika mtu ikiwa hana uwezo wa kafara, kafara inakuwa imemdondokea. Haya ni masaili ambayo lipenda kuyataja katika hi, masala hii masala ya kusema kwamba kafara endapo ishindikana na wala hana uwezo nayo na yule ambaye imemlazimu kafara, basi tunasema masala hiyo ni masala nyepesi, na kwamba mtu yukasameheka na Allah atamhukumu kwa nia yake kwamba angekuwa na uwezo ingeifanya hiyo kafara, kwa sababu Allah anajua yaliyokuwa hayajafanyika, lau ingefanyika ingefanyikaje anajua lau ingemmilikisha mtu uwezo wa kafara angeifanya au asingeifanya. Na ndio maana basi wale wanafiki waliokosa kwenda Tabuki wakawa wameasi, ambaye mtume waliingia makosani, lakini wenye nyudhuru walisamehewa kwa sharti la kwamba lau wesengekuwa na nyudhuru wengeenda. Na ndio maana Allah azza wa jalla akasema uh, kwamba wala hawana hatia wenye nyudhuru wale, lakini kwa sharti idha nasahu lillahi wa rasulih, ikiwa amemsafiania Allah na mtume wake, walikuwa ni wakweli, wengeenda kupigania Uislamu lau ingekuwa hawana zile. Kwa hiyo neno idha nasahu lillahi wa rasulihi linamshika kila ambaye kashindwa na wajibu fulani kuutenda, lakini akawa hana nia ya kuutenda. Hata angekuwa na uwezo, alitakiwa atende, lakini udhuru alikuwa nao, lakini Allah anajua hata pasengekuwa na udhuru asingetenda wajibu ule, basi mtu huyu bado anakuwa uh, amefanya mapungufu na dosari katika dini, kwa sababu nia yake haikuwa njema. Ndio kauli yake Allah azza wa jalla, ambayo imewavua wenye nyudhuru, lakini nyudhuru hizo ziwe zimepatikana nje na ndani. Nje katika mwili wake ana maradhi au ni kiwete kashindwa kwenda Tabuk, na ndani moyoni, anao udhuru wa ukweli wa kushiki lau ingekuwa na fursa na angekuwa na. Lakini kwa udhuru uko nje tu kwamba mwili umemfanya mtu aruhusike kusamehewa jukumu fulani, lakini udhuru wa ndani hana nao, ni moyo haukuwa na azimio imara, basi mtu huu atakuwa anatambulika mbele ya Allah azza wa jal, wala yakhfa ala Allah shay, wala hakuna chochote kinachochika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, wako maulama waliosema kwamba kafara yodondoka kwa kushindwa ni kafara ya mtu ustarehe na mkewe katika kiti cha hedhi, kwa sababu iko kafara fulani ambayo imetajwa na baadhi ulama, na kafara ya kitendo cha ndoa katika mchana wa Ramadhani. Kafarati nyingine hata kama mtu kashindwa leo bado Atata, atakuwa anadaiwa, siku ambayo ataweza ataitelezea kazi kaffara ile. Na wakasema kwa sababu deni la mwanadamu halidondoki, ikiwa mtu mnyonge, kwani ikiwa ni maskini alafu anadaiwa, au aliyedaiwa alikuwa na uwezo lakini akafilisika, halidondoki deni la mdai wake, si litabakia daima, siku atakayokuwa na uwezo atalipa. Wakasema basi, na vile vile madeni ya Allah, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kafananisha deni la Allah na deni la kiumbe aliposema, daynul lahi ahaqu bilqada Deni la Allah linastahiki zaidi kuliko. Tena akafanya alqiyasu alawlawi, kiasi ya kuonyesha kwamba ni aula, yani deni la Allah linastahiki zaidi kulipwa kuliko hata deni la kwa sababu kaja na neno ahq kwa sifa ya tafdhi na alqiyasi ikiwa almusawi, yani baina kinachokisiwa na kinachokisiwa kwacho, baina almaqis wal maqisa alayhi, ikiwa pana uwiano, hukumu itakuwa moja. Hili ambalo linataka kupewa hukumu yake tunalitafutia hukumu, likawa linastahiki zaidi hukumu kuliko lile lilotajwa ina maana ya kwamba hukumu itastahiki zaidi yani, ikiwa mfano uislamu na Qur'ani imetukataza kumwambia mama ah, basi kumpiga kofi itakuwa ni dhambi kubwa zaidi, ingawaje haijatajwa kwamba msiwapige makofi wazee. Kwa sababu gani? Itakuwa ni haram zaidi, kwa sababu kupiga kofi kuna stahiki zaidi kukatazwa kuliko kumwambia mama ah. Hiyo inaitwa qiyasul aula. Kwa qiyasul aula ni pale ambapo itakapokuwa hii faruhi kitawi, ambacho tunakitafutia hukumu yake, ambacho hakijatajwa kwa uwazi, kinastahiki zaidi hukumu kuliko kile ambacho tunakifananisha nacho katika huko. Kwa ufupi ni kwamba uh, madeni ya Allah yanastahili zaidi kukidhiwa, isipokuwa madeni mawili hayo yaliyotajwa na baadhi ya ulama. Lakini kiujumla katika masala hii masala ya kafara kitendo cha ndoa, tunaona kwamba yule bwana kila alipoonyesha kwamba hawezi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpeleka katika jambo la mbele, na mwishowe Mtume alicheka kuashiria kwamba uh, huyu mtu kaja na tatizo kubwa na anajuta , lakini sasa anaondoka na neema hii ya chakula na akamhalalishia kulisha familia yake. Naonyesha kwamba a, hakumtaka deni hili la kafara liwepo, kwa sababu hakumwambia lisha au tenda kafara siku utakapokuwa na uwezo. Na hapo ndo tutakomea katika masala yetu hii. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.